bidrus shahr Ramadan hiki kitabu, na sisitiza darasa zake zipo YouTube. Kwa na sisitiza sana sana watu wafuatilie darasa zake, kwa sababu ni mufassal, yani darasa zake ni mufassal. Sheikh muda amepambanua sana kuhusiana na mambo ya yafunga, kwa darasa zake zimehifadhiwa YouTube kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho. Pia ni muhimu watu wa watu wafuatilie kitabu. Pia madukani kinapatikana kwenye mtandao pia kinapatikana Itihafu Ahli Liman Bidurus Shahr Ramadhan. Ni muhimu sana kufuatilia darsa zake, kitabu hiko cha Shekh Fuzan hafidhullah. Lakini kitabu hichi cha Shekh mathemini nikirisala kadogo tu kana fasli kama nane hivi, kwa hiyo tututumia muda mrefu kumaliza, lakini muhimu sana kufuatilia darsa

amma baadu amma baada ya utangulizi, shekha anasema fa inna bi munasabati hulul shahri Ramadhan al Mubarak, akika yake kwa mnasaba wa kuingia mwezi wa Ramadhan, mwezi wa Ramadhan wenye baraka. Fa inna nuqaddimu ila ikhwanina al muslimin, akika sisi tunatanguliza kwa ndugu zetu Waislam al fusula ataliya, fasli zifuatazo zifuatazo. Saidina Allah taala, hali ya kumomba Allah aliyetukuka ala amalana khalisan lillah, ajalie matendo yetu kuwa ni ikhlas kwa Allah, muwafiqan li shariatihi, yenye kuwafiqiana na sharia yake, nafican li khalqihi, yenye manufaa kwa viumbe vyake, innahu jawadun karim. Alfaslu alawwal, faslu ya kwanza, Sheikh anasema fi hukmi siyam, katika kuzungumzia hukumu ya funga. Nini hukumu ya funga? indo faslu ya kwanza.

Ashhanasema wakataba bimana, farada kataba ina maana ya ya farada, bimaana amefaradhisha. Anasema hapo fasiamu mafrudhun ala hadhihi al umam ala hadhihi al umma wa ala al umam qablaha, kwamba funga ni farad juu ya umma huu, pia na nyumati ambazo zilikuwa kabla yake. Kwa hiyo ilikuwa ni faradhi kwa wote.

fa huwa khairu llah anasema, najua wale ambao wana uwezo kufunga. Wa ala alladhina yutiquna, najua wale ambao wana uwezo kufunga ni kutoa fidia kulisha maskini. Hii aya ina ina tafsiri mbili hapo. Tafsiri ya kwanza, wa ala alladhina yutiquna, najua wale ambao wana uwezo kufunga eh, fidiatun taamu miskin ni e, kutoa fidia ya kulisha maskini. Hii ilikuwa hapo mwanzoni mwa Uislamu kwamba mtu alikuwa ni mukhayyar, alikuwa anakhiarishwa kati ya kufunga au kulisha, kwamba yeye kama yeye binafsi e, ana uwezo na ana uwezo wa kufanyaje wa kulisha wa, wa, wa, wa kulisha, kwa maana yeye anachagua. Sasa, mimi bwana kutokana na uwezo wa kulisha ninao, basi sifungi. Alikuwa mtu ni mukhayyar mwanzoni mwa Uislamu lakini thumma nusikha takhyir kisha kule kukhiarishwa pamefutwa ikiwa ni wajibu kwa watu kwa vile tunataka kusoma maelezo ya wanachuoni kuhusiana na aya hii anasema shekhe wa, uh, wa akiwa anafafanua maelezo ya aya anasema wakanu fi awali lislami mukhayarina baina lsaumi walfidya na walikuwa watu mwanzoni mwa uislamu wanakhiarishwa kati ya kufunga au kutoa fidia Liqaulihi taala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskini, hiyo ndio tafsiri ya kwanza, juu ya wale ambao wana uwezo kufunga atakuwa analisha maskini, yaani uwezo kufunga nao, eh kwamba ana hiari mafunga au alishe yeye mwenyewe, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu, yule ambaye atakayezidisha zaidi ya kulisha maskini mmoja ni heri kwake wa antasumu khairun lakum, na ikiwa mtafunga ni bora kwenu. Thumma nusikha takhyir, kisha sasa kule kukhiarishwa pamefutwa, biijabi sawmi ainan, kwa kuwajibisha funga sasa kuwa ni lazima, ambapo na Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyusum, wa takashudia mwenyewe mwezi afanyaje? Afunge. kwa kwa tafsiri hiyo ya kwanza tunasema kwamba wa alladhina yutiquna, unajua wale ambao wanaoweza kufunga ambayo ilikuwa ni mtu anakhiarishwa hapo mwanzoni, kisha sasa baada ya kufutwa huku kukhiarishwa, tunasema wala alladhina yutiquna, unajua wale ambao wasioweza kufunga fidyatu taamu miskin, kwa na tafsiri mbili. Kwa maelezo hayo, anasema shekhi hapo akiwa anafafanua maelezo ya hiyo aya, wa hikmatu dhalika, na hikma ya hilo kwamba atadarruju fi tashri'i warifq bil umma ni kuenda hatua kwa hatua katika kuwekwa sheria, kwamba watu walikuwa wana, wana, wana, nani kidogo kidogo, yani wanafanyiwa wana kidogo kidogo. Liannahum lianna humla, lianna lamma yalafu as-sawm, kwa sababu wao walikuwa bado funga hawajaizoea. Kana tayinuhu alaihim ibtidaan fihi mashaqqa, ilikuwa kufaradhishwa kwake juu yao mwanzoni ni uzito

E, fahiya tushrau bitadriji, ilikuwa ile mambo ambayo mazito mazito mwanzoni mwanzoni mwa Uislam yalikuwa yanayekwa sheria hatua kwa hatua. Shekhe anasema lakini na sahiha lakini, lakini kauli iliyo sawa

falahum an yuftiru ni juu yao wafungue, wa yut'imu na walisha an kulli yawmin miskinan kila siku maskini, wa laysa alayhim qadana hawalipi. Haya ni maelezo ambayo yanafungamana na nini na hiyo aya hapo, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun tam miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrul la yulamba takizidisha zaidi ya kulisha maskini mmoja ni khairi, jambo hilo ni khairi kwake, wa antasumu khayrul lakum, mkifunga ni bora kwenu, in kuntum ta'lamun kiwa mnajua

ambazo zinajulisha hukumu ya funga kwamba ni wajibu, na amesema buniyal islamu ala khams

Faman ankara fari, faman ankara faridatu swaumi Ramadhan, yule ambaye atakayekataa faradhi ya kufunga Ramadhan, fa huwa murtaddun kafir, mtu huyo atakuwa ametoka katika Uislamu amekufuru, yustatab atatakiwa atubu, fa in taba ikiwa atatubu, wa aqarra bi faridatihi na kakili faradhi yake, fadhak itakuwa ni hivyo, wa illa na kinyume na hivyo kutila kafiran atauawa ili hadi akiwa ni kafiri. Lakini mambo haya hapo chini ya mamlaka ya mtawala kama daula itakuwa ni ya Kiislamu wa furidha sawmu ramadhan fi sanati thaniya min alhijra, na imefaradhishwa wa funga Ramadhan mwaka wa pili hijria. Fa sawama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume mefunga tis'a ramadhanat, Ramadhani tisa tume, tangu kuanza kupewa utume kwake mpaka kufa kwake, amefunga Ramadhani tisa. Wa sawmu faridha ala kulli muslimin aqilin balighin aqil, shekhna anasema nafunga na kufunga Ramadhan na kufunga Ramadhan ni fardh juu ya kila muislamu

na inapatikana kubaligha kwake bitamami khams ashara 15, sana kwa kukamilika miaka 15, au nabati anatihi, au kuota nywele za sehemu ya siri, au nuzuri almanii, au kushuka kwa manii minhu, kutoka kwake, bil ihtilam, kwa kuota, au ghairi, au kitu kingine wa tazidu luntha bilhaid, anazidi mwanamke kwa kutoka hedhi. Famata hasala lisaghiri ahadu hadhihi lashya, pindi itakapopatikana kwa mtoto mdogo moja kati ya vitu hivi, fakad balag, huyu atakuwa amebalighi. Lakin yumaru lsaghiru bisoumi, lakini anaamrishwa mtoto mdogo kufunga idha ataka atakapoweza bila dharar, pasi na madhara alaihi, juu yake ambayo ayapati madhara liyatadahu wayalifahu y ai i na wala yajibu kifunga kwa mwenye kukosa akili, bi bujunun, kwa wenda wazim, au tagayur dimag, au mabadiliko ya ubongo, yani ubongo wake umechange, kwa hiyo ikawa akili zake zifanye kazi, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallam, rufi alqalam an thalath, miongoni mwa hawa ni almajnun hatta yufiq wa nahwi na mfano wake, wala hadha. Najua hili. fa idha kana al insan, pindi atakapokuwa mtu kabira ni mtu mzima, yaani anazungumza maneno yasioeleweka, wala yumayizu, wala hawezi kupambanua. fala siyama alayhi wala itaam, mtu huyo haitokuwa ni wajibu juu yake kufunga wala kulisha. Mtu huyo atakuwa ni mtu mzima, eh, anazungumza maneno yasioeleweka, hawezi kuchanganua kati ya vitu kutokana na ule utuzima wake na akili yake ishavurugika. Mtu huyo hatokuwa anafunga juu yake wala hatulisha.